Okay, kanasema hello Dokta. Nikamwambia yes. Akaniambia nilitaka niji hapo, Dokta, nina shida. Nikamwambia karibu. Akasema nina shida, kila nikifanya mapenzi bao la kwanza unakuta nimemwaga, halafu nakuta kuendelea bao la pili nashindwa. Sijui shida nini hapo, na uume unakuwa mdogo. Okay, so huyu ni mwanaume ambaye anasema yeye kila anaposhiriki tendo anapo la ndoa, anapomaliza raundi ya kwanza hawezi tena kwenda raundi ya pili, lakini pia uume unakuwa mdogo. Tukianza na swala la kwenda raundi ya kwanza, moja ya kitu kubwa ambacho nataka wanaume muweze kuelewa hapa, cha kwanza tunaangalia katika raundi ya kwanza umetumia muda kiasi gani lakini pia katika raundi ya kwanza umeweza kumridhisha ama kumfikisha mwanamke katika kilele kinachotakiwa, hiyo ni katika raundi ya kwanza. Kwa hiyo before the judge the way unavyoshindwa kuendelea raundi ya pili, tunachokiangalia raundi ya kwanza umeweza kufanikisha kiasi gani kuweza kumfikisha huyo mwanamke. Ikitokea kwamba raundi ya kwanza unatumia muda mfupi zaidi, maana yake huyu mwanamke pia hawezi akafika lakini there is a possibility, kuna mwanaume ana uwezo wa kwenda raundi ya kwanza dakika kumi na tano vizuri, na mwanamke akafika aiza mara moja mpaka mara mbili, lakini ita depend na jinsi alivyomwandaa. Na ndio maana nimekuwa nikifundisha hichi kitu, mwanamke kabla ya kumwingilia, mwanamke ana vilele vitatu. Ana kilele cha kuingiliwa, anaweza akafika kileleni kwa njia ya kuingiliwa na ume anaweza akafika kileleni kwa njia ya kusuguliwa G-spot yake na sio kwa ume. Inawezekana tu akatumia vidole au mkono vizuri na ukamfikisha kileleni. Lakini mwanamke anaweza akafika kileleni kwa njia ya kuchezewa kisimi chake au kunyonywa kisimi chake akafika kileleni, na akakojoa kwa kiongi kubwa sana. Hapo ni bado mwanaume hujaingiza ume. So hizi ni steps ambazo mwanamke anaweza akafikishwa kileleni. Mwanaume yeyote anatakiwa afahamu hesabu hizi. So ukiweza kumfikisha mwanamke kileleni kabla ya kumwingilia, maana yake ni faida kubwa sana kwako. Hata utakapomwingilia, hauwezi kuchukua muda mrefu, na utaweza kumfikisha huyu mwanamke pia kwa njia ya kumwingilia. Kwa hiyo, what matters cha kwanza ni kwamba tunajaribu kuangalia katika raundi ya kwanza umetumia muda gani. Je, katika raundi ya kwanza amefika vizuri? Kwa hiyo hilo ndo jambo hasa la msingi la kuweza kuzingatia kwa mwanaume ambaye ana wasiwasi juu ya hili. Maana kama uko chini ya kiwango raundi ya kwanza na dakika mbili moja, huwezi kumfikisha yule mwanamke. Lakini pia kabla ya, hata ya tendo la ndoa hujui hata jinsi ya kuweza kumwandaa mwanamke. Maana yake unahitaji uweze kupata msaada. Ufahamu namna ya kumwandaa mwanamke kisaikolojia, ufahamu namna ya kumwandaa mwanamke mwanamke ya kumwandaa mwanamke kimwili. Mwanamke ana maeneo 12 katika mwili wake ni lazima ujifunze. Sasa hapa kuna video, kuna majarida yote, yana gharama yake. Video na majarida gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano. Utapata hii elimu, lakini pia utapata wasaa wa kuuliza maswali kwangu, kuongea na mimi, na kuna vitu vingine ambavyo nitakuguide mwanaume, ujifunze namna gani ya kucheza na mwili wa mke wako, namna gani ya kushughulika na mwili wa mke wako, namna gani ya kumkojoza mke wako kihisia, kumkojoza kabla ya tendo la ndoa. Yote hizo ni tips maalum kabisa na la mwisho ambalo ameliuliza katika swali hili ni kwamba uume wanapokuwa amekojoa unakuwa mdogo. Once mwanaume anapokuwa amemaliza ejaculation period, ile uume kuwa mdogo ni kitu cha kawaida. Wanaume wengi wamekuwa addicted, wameathirika na picha za ngono, nafikiri kwamba mwanaume anamaliza raundi ya kwanza still, bado uume unatakiwa uwe mkubwa, ni kitu ambacho hakiwezekani. So mwanaume kumaliza raundi ya kwanza maumbili lazima yaweze kusinya kwa muda fulani, uume lazima urudi katika hali yake. Lengo hasa ni kuruhusu tena hewa nyingine, hewa itoke, ile hewa chafu iingie, hewa nyingine oxygen. Ndipo baadaye uume uweze kusimama kwa mara nyingine, na ni vizuri zaidi uume ukilala. Na ndio maana huwa na washanga, na wanasema mimi napenda kuunganisha, kuunganisha sio sio afya katika, maba, katika, katika katika swala la tendo la ndoa, katika afya ya uzazi, sio afya mwanaume kuunganisha. Mwanaume yule ambaye anayepumzika umeona sinyafu, baada ya hapo anakuwa na nguvu mara mbili zaidi kuliko yule anayeunganisha. Lakini pia hata uwezo wake wa wa wa kuperform tendo la ndoa mara kwa muda mrefu zaidi unaongezeka, yule ambaye anapata muda wa kupumzika kwa kiasi fulani, tofauti yule mwanamume ambaye anapenda kuunganisha. So ni moja ya vitu ambavyo nihitaji ni niweke sawa kwa huyo kwa hiyo mwanaume ambaye anasumbuliwa na ch changamoto namini, na nimepata ufumbuzi. Na cha mwisho kabisa, tuna tiba maalum, tuna dawa maalum ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa. Hii ni dawa ambayo inasaidia mwanaume aliye na changamoto ya kuwahi kumaliza, itakusaidia kuimarisha misuli yako, ili ambayo inakusaidia kuhimili tendo la ndoa kwa muda mrefu. Lakini pia, dawa hii ni ya unga ya kunywa, ni dawa ya asili moja kwa moja. Lakini sio hivyo tu, utapata na program maalum ya kuweza kukusimamia dawa hii inafanya kazi kwa muda wa mwezi mmoja, matokeo unaanza kuyaona kuanzia siku ya kumi na nne. Kwa hiyo kwa, kwa matibabu zaidi, naomba unipigie ama nicheki WhatsApp katika namba ifuatayo 0765493645, 0765493645, 4575945. Kuboja, Kuboja, suruhisho la mahusiano yako, suruhisho la afya yako.